Karibu sana katika chaneli ya mwalimu Roda. Katika chaneli hii ni chaneli bora kwa wazazi pamoja na walimu wanaofundisha elimu ya awali kwa ajili ya kujifunza njia mbalimbali mbali, ambazo zitawasaidia kuweza kuwafundisha watoto kwa ufanisi zaidi. Katika kipindi cha leo tutaenda kujifunza mbinu rahisi na bora za kuwafundisha watoto wa elimu ya awali. Leo tutazungumza kuhusu namna rahisi ya kufundisha mtoto kuandika herufi. So kama wewe unataka kuwa mwanafamilia wa Mwalimu Roda ni vyema ukabonyeza alama ya kengele iliyoandikwa subscribe ili kila nitakapokuwa nikiupload video zangu utakuwa wa kwanza kuzitazama na kuweza kujifunza. Njia ya kwanza ambayo ni rahisi katika kumfundisha mtoto ili aweze kujua namna gani ya kuandika herufi kwa mzazi au mlezi, cha kwanza kabisa inabidi uanze kumwelezea au kuonyesha uelewa kwa mtoto kuhusiana na herufi. Mtoto anapoanza kujifunza kuandika anakuwa bado hajajua herufi, cha kwanza inabidi uanze kumjengea ndani ya kichwa chake kuweza kutambua herufi kabla hajaanza kuandika.